Na mpenzi mtazamaji wa Bright Views Romantic Channel, karibu katika chaneli yetu, na kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli yetu, basi nikukumbushe kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia kushare na wengine wapate kujifunza hiki tunachojifunza hapa mimi na wewe. Leo nitakufundisha namna ya kuwa na uvumilivu katika mapenzi. Fahamu kwamba uvumilivu katika mapenzi ni jambo muhimu sana. Hii ni kwa sababu huimarisha uhusiano na kuleta umoja kati ya wapenzi wawili ambao wanapendana. Kwayo, uweze, kwa hiyo ili uweze kuwa na uvumilivu katika mapenzi, jambo la kwanza ambalo unatakiwa kufanya ni kukubali tofauti. Unajua, mara nyingi wapenzi wawili wanapokutana, uh, wanakuwa ni watu wawili wenye tabia tofauti wanatofautiana hata kwa mtazamo, lakini pia wakati mwingine wanakuwa na njia tofauti tofauti za namna ya kuishi. Kwa hiyo uh, unapokuwa na hali ya kukubali tofauti, manake unatengeneza uvumilivu. Kwa hiyo utaweza kuvumilia uh, zile tabia za tofauti za mwenzio, mitazamo na namna ya kuishi. Kwa hiyo kutakusaidia kujenga uhusiano imara licha ya tofauti ambazo mnakuwa nazo wote wawili. Kingine ambacho unatakiwa kuwa nacho katika mapenzi ni kuhimili changamoto. Unajua, katika mahusiano wa mapenzi kumekuwa na changamoto nyingi na nyakati ngumu, kwa hiyo uvumilivu utakusaidia kupambana na kuchakata hizo changamoto kwa pamoja na utajikuta unazitatua kwa urahisi kabisa bila kuachana wala kuvurugana na mpenzi wako. Hicho pia ni moja kati ya kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho katika mahusiano ya mapenzi, kwamba uweze kuhimili changamoto katika mahusiano yako ya mapenzi. Kingine na ni muhimu zaidi, unatakiwa kukuza upendo wa kudumu licha ya changamoto ambazo unakumbana nazo katika mahusiano yako ya mapenzi. Wewe na mpenzi wako bado unatakiwa kukuza upendo wako uh, wa kudumu kwa mpenzi wako. Hii itakusaidia wewe kuendelea kuimarisha uhusiano wako na kuongeza ukaribu zaidi wa kihisia kati yako na mpenzi wako, ha, huku mkiamini kabisa kwamba kwa pamoja mnaweza kushirikiana na kusaidiana. Usisahau kuonyesha heshima na ujali, jali hisia za mwenzio, jali mitazamo mw yake na namna za kuishi katika mahusiano yenu ya mapenzi, lakini wakati huo huo ukimwonyesha heshima katika uvumilivu huo huo ndani yake unapaswa kuwa na heshima na hali ya kujali. Kwa hiyo, kitendo cha kuvumilia nyakati zote katika mahusiano wako ya mapenzi kunadhihirisha dhahiri kwamba unaheshimu na unajali hisia za mpenzi wako hivyo, uh, moja kwa moja kunaongeza uthamani na heshima kwa mpenzi wako. Kingine ni kwamba unatakiwa kufanya uhusiano wako uendelee. Uhusiano wa mapenzi mara nyingi unakutana na mapingamizi mengi sana lakini, uvumilivu peke yake ndo unaleta uthabiti wa mapenzi na unasaidia uhusiano kudumu kwa muda mrefu. Usisahau, katika mapenzi unatakiwa kuwa mvumilivu huku ukiendelea kufanya uhusiano wako uendelee. Ah, cha mwisho kwa kumalizia, mpenzi mtazamaji, ni a, unatakiwa kuvumilia makosa kwa uhalisia ni kwamba hakuna mwanadamu aliyekamilika. Kwa hiyo kama hakuna mwanadamu aliyekamilika na sisi ndio wanadamu ambao tunaunda mahusiano wa mapenzi, kwa moja kwa moja, hakuna penzi lililokamilika. Kwa hiyo kwenye mapenzi lazima utakutana na changamoto na mapungufu mbalimbali. Hii ni kwa sababu hakuna mwanadamu aliyekamilika, kwa hiyo unatakiwa kuwa na hali ya kukubali makosa ili kuendeleza uvumilivu katika mapenzi yako. Hali hii itaendelea kuimarisha uhusiano wako wa mapenzi na kuonyesha heshima na kujali kwa mpenzi wako. Hii ni Bright Views Romantic Channel, na kukumbusha kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia kushare na wengine wapate kujifunza hiki tulichojifunza leo, mimi na wewe. Asante na tuonane katika kipindi kinachofuata.